Mwaka elfu mbili na ishirini na sita judo walishakubaliana na shirikisho la judo la Afrika kufanya mashindano makubwa ya Afrika katika nchi yetu ya Tanzania mwezi wa kumi na mbili. Kwao tunaomba viongozi wanaoingia madarakani, anzeni na mwendeleze walikuishaa wenzenu katika maandalizi. Mwe karibu na Baraza la Michezo la Taifa BMT kutuambia kila posija ambazo mnazifanya kwa ajili ya kufanikisha mashindano ya kimataifa ndani ya ardhi ya Tanzania. Naomba viongozi ambao wamechaguliwa sasa hivi Mkae chini mtengeneze mpango mkakati kwa kupitia wale ambao wenzenu waliuandaa, ili judo ienee kwenye mashule ya nchi nzima. Niwaombe mfike Baraza la Michezo la Taifa la BMT kwa ajili ya kupata maelekezo namna gani mtashirikiana na kamati za michezo za mikoa na wilaya, ili wawape ruhusa ya kufika kwenye haya mashule ambayo yako chini yao, kuhakikisha kwamba mnaendeleza mchezo wa judo na kupata ruhusa ya kutoa mafunzo hayo. Kuna baadhi ya nyaraka tumezipokea, lakini kuna baadhi ya vitu tutamalizia kuvipokea Ijumaa pamoja na magodoro, nguo za kuchezea. Kuendeleza michezo mashuleni ndio ahadi yetu. Kwa kushiriki sisi uongozi mpya kwa kushirikiana na uongozi uliopita, tumekubaliana kwamba judo, kwa kuwa ni familia, tutaendelea kushirikiana ku, kuendeleza michezo mashuleni. Tutakuwa, tuendelea kuvutia huu mchezo uchezwe na watoto wa kike pia watoto wa kiume na watu wote wanaopenda kucheza huu mchezo. Tutegemee hali mpya katika mchezo huu, mashirikiano katika mchezo huu na mashindano ya mara kwa mara ya michezo huu. Tumekuwa pia chama ni muda sasa, tumekuwa mashindano mengi yamekuwa hayapo. Kuna mashindano yamekuwa yakifanyika ya Tanzania bara na Tanzania visiwani yote hayo tutayarudisha, ili iwe mwendelezo wa mchezo kukuza katika huo mchezo.